cha pamba ya BT kimeleta manufaa mengi na kuboresha mazingira ya baharini katika kaunti ya Lamu. Kwa miaka mingi, kemikali zinazotumiwa katika kilimo cha kawaida cha pamba zimekuwa zikichafua maji ya bahari na kutishia maisha ya viumbe vya baharini kama vile samaki. Hali hiyo imechangia kupungua kwa idadi ya wanyama wa baharini. Lakini sasa, kupitia kilimo cha pamba ya kisasa ya BT, wakulima wameweza kuboresha mazao na kujinufaisha kando na kuimarisha mazingira. Dennis Otieno anaangazia kilimo cha pamba aina ya BT huko kaunti ya Lamu kwenye makala ya wiki hii ya Kilimo Biashara. Safari ya mashua kwenye bahari Hindi, kisiwani Lamu wavuvi hapa wana kila la kutabasamu, kwani maisha ya baharini katika kaunti hii yameanza kustawi tena. Mabadiliko haya yanatoka mbali, kutoka kwenye mashamba ya pamba hapa katika eneo la Mpeketoni. Wakulima wadogo kama Peter Kinywa wamekumbatia kilimo cha pamba ya BT kutokana na ubora wake ukilinganishwa na pamba ya kawaida. BT koto, tumeanza kupanda kwa kama miaka minne ambayo imepita na tumeona hii variety ikiwa nzuri sana kwetu, kwa sababu ya kwanza, inakinga kwa wanadudu kama hawa bollworm. Alafu pia haihitaji dawa kwa wingi sana kama ile pamba ya zamani. Ubunifu huu unawasaidia wakulima kudhibiti wadudu bila matumizi ya kemikali nyingi hatari ambazo huelekezwa hadi baharini na kuchafua mazingira. na tusaidia kwa sababu katika ile madhara tunaona samaki wanaendelea wanaendelea vizuri, na pia hata sisi wenyewe pia tunaona ina manufaa, kwa sababu hatuna la hiyo kupiga dawa sana. Ufuo wa bahari katika kisiwa cha Lamu umekuwa ukikabiliwa na hatari kutokana na uchafuzi wa mazingira kupitia kilimo, lakini kwa pamba ya BT hali imeanza kubadilika maji yanakuwa safi tena na samaki wanarejea, hali ambayo inaleta matumaini mapya. Nakwambia y kwamba utafiti inaonyesha ya kwamba wakati wakulima walikuwa wanatumia teknolojia ambayo si ya BT walikuwa wanaweza kuspray mimea yao hata mara kumi na mbili ama zaidi. Shirika la African Agricultural Technology Foundation AATF, taasisi isiyo ya kiserikali inayolenga kuhamasisha teknolojia kwa wakulima wadogo, linaongoza juhudi za kukuza kilimo endelevu katika eneo hili. Aidha, sekta ya utalii ya hapa vilevile vile imeanza kunoga kutokana na juhudi za kupunguza hatari kwa mazingira baharini. Samaki na matumbwe adimu unawavutia wageni, jambo ambalo linazidi kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Hivi sasa tunaona katika mwaka huu wakulima wa pamba, eh, wanaongezea wanaongezeka kutoka elfu kumi na moja na mpaka karibu elfu kumi na saba Mwaka huu peke yake, kadri wakulima wengi zaidi ya wa Lamu wanavyohamia kwenye kilimo cha pamba ya BT na mbinu endelevu, matumaini ya kuhifadhi ardhi na bahari unaafikiwa na mustakabali wa kudumu unahakikishiwa. Denis Otieno, runinga ya Citizen. Usikose kuungana nasi Jumatano ijayo kwa makala mengine ya Kilimo Biashara. Utakaporejea ni taarifa za michezo. Timu ya taifa yaosoweza kuona ya boresha mazoezi ikijiandaa kwa taji la dunia mwezi ujao. Unachukua tu karatasi unabandika, eh. Verify your insurance sticker before you drive. Dial star 352 hash or download Bima Yangu app to verify. Usibahatishe, thibitisha app.